Mwanadada wa Mange Kimambi ameweza kuandika ujumbe mrefu kwa kuchana mastaa ambao mara nyingi wamekuwa wakinunua gari la kifahari ambao magari haya yanajulikana kwa jina la Range Rover. Um, sasa kupitia peji yake ya Instagram ameweza kuandika ujumbe mrefu kwa kuwa tag baadhi ya mastaa na kuwachana. Sasa kabla sijakusomea kile ambacho amekiandika mwanadada huyu Mange Kimambi mt tupitie post ya jana ambayo imeweza kuzua mjadala mkubwa kupitia mtandao wa Instagram. Hapo jana msanii Dulla Makabila ameweza kununua gari ambapo gari hilo ni aina ya, ya Range yenye namba T352 ECK. Sasa baada ya kununua gari hili aliweza kushare baadhi ya picha kupitia peji yake ya Instagram pamoja na videos. Sasa katika upande wa caption aliweza kuandika kama ifuatavyo, mimi nanukuu tu. Kiukweli nakosa maneno juu ya furaha niliyonayo. Ni muda mrefu sana nilitamani kumiliki gari ya aina ya Range. Nakumbuka kuna siku nilikaa kwenye gari ya babangu Majizo. Nakumbuka kipindi hicho ananitambulisha kwenye mziki wa singeli, nikamwambia mzee wangu, kuna siku nitamiliki Range ila akaniona kama nachekesha, na sio yeye tu, hata Mheshimiwa Babu Tale na bro Madeali wa mwisho, ambaye alicheka nusu afe na mamaangu za maradi, lakini wote niliwaahidi kuna siku nitamiliki renji, na sikutamani tu kuwa na renji, nitamani huku nikiwa nafanya kazi kwa bidii, na kama mnavyojua, bidii haijawahi kumwangusha mtu. Hatimaye na mimi leo namiliki renji na kuwa msanii wa kwanza wa singeli mwenye gari ya gharama ambayo hata wasanii wa Bongo Flava hawana. Na hii inapaswa kuwa habari nzuri kwa kila msanii wa singeli, kwa sababu nimeiheshimisha singeli na wasanii wa singeli, na wadau wanapaswa walifurahie hili kwa sababu nimeongeza thamani ya muziki wetu, na kama mnavyojua, maendeleo hayana chama. Na kama ikitokea wewe uliona hii posti, unataka kumpa mtu habari usimwambie Dulla Makabila kanunua gari bila kutamka neno Renji, utakuwa umenikosea mimi na kampuni iliyotengeneza Renji, sababu hata Paso, Premio na Ist nazo ni gari vile vile. Alafu akaflash na imeji mbili za kucheka. Msanii huyu Dulla Makabila akaendelea kusema ya kwamba na inawezekana nikiwa sio msanii mzuri sana kwenye kuimba huu muziki wa singeli, ila kwangu ni furaha kuona naendelea kuwakilisha vyema wenzangu kwenye swala zima la maendeleo, maana sikatai mimi, na mimi ni mtu wa utani, ila swala la kuwa na hela nyingi kuliko msanii yeyote wa singeli hii halipo kwenye utani, ni maisha halisi, na kama huamini D Voice Anaweza kuwa shuhuda wa hilo la mwisho. Kwa wasanii wenzangu wa Singeli, kunipenda au kunichukia hiyo juu yenu, siwezi kuwapangia, lakini kuniheshimu ni jukumu la kila mmoja wenu. Alafu akamalizia kwa kusema ya kwamba ndoto yangu inayofuata ni kununua cheka tu na wasanii wake. Mungu Naomba nisaidie nilifanikishe hili inshallah. Afu akamaliza kwa kuflashi emoji mbili za shukrani. Sasa, baada ya kuandika hivyo kupitia peji yake ya Instagram na kushare baadhi ya pictures, jinsi kama unavyoona akiwa juu ya gari hili eh, aina ya range yenye namba T352 ECK. Sasa kupitia peji ya Instagram mwanadada Mange Kimambi aliweza kushare hii hapa picha ya Dula Makabila akiwa juu ya renji, lakini akaandika caption ndefu kama ifuatavyo. Caption hii ambayo nainukuu, kupitia madada huyu Mange Kimambi ambaye amekuwa akiwachambua masta kufuatia mambo ambayo wanayafanya mtandaoni, mwanadada Mange Kimambi aliweza kuandika caption ambayo ilikuwa inasomeka ya kwamba, naandika hii posti not be hater wala kuwasaidia wengine, msihadaike na posti za masta wakiwa na marenji kama kuna gari usinunue ya zamani, basi ni renji. Uwe hakuna gari zina headache zikiwa old kama hizi. Yaani ni hivi, utafilisika kutengeneza gari kila siku, gari uko garage, alafu matengenezo ni expensive mpaka basi, kila kifaa utasikia laki tano, milioni milioni mbili mpaka milioni tano. Nawahakikishia baada ya muda mfupi, Dulla hii gari ataishia kupiga nayo picha tu na kuzunguka mtaani kwake tu, safari isiyozidi dakika kumi, na atatafuta gari ya kawaida ya kupigia nayo misele. Mnakumbuka kile kipindi watu maarufu kibao walinunua zile Renji za za wizi za South Africa. Waulizeni sasa hivi zile Range ziko wapi? Aidha wamepaki ndani wanaendesha gari za kawaida tu wanatoka nazo ndani kwa ajili ya picha na show off. Tena ndani ya muda dakika kumi au wameshaziuza au wamenunua gari za kawaida. Muulizeni Esma wote, akina Kajala, zile Evoque zinawatoa kamasi kabisa. nadada huyu Mange Kimambi akaendelea kusema ya kwamba, mimi nanukuu na kushauri nunua gari ya kawaida yenye mileage ndogo kuliko haya marenji yaliyotembelewa mpaka yanakaribia kuongea, la sivyo uwe na gari mbili, hii renji iwe ya kupiga nayo picha insta, then una gari yako ya misele. Mimi binafsi huwa gari ikifika around 7000 hadi 8000 miles huwa lazima niuze, ama ni top up ninunue gari ingine. Maana ikifika miles hizo ndo huwa safari za, za greji zinaanza. Gari yangu ya sasa nimenunua mwaka juzi mwishoni ikiwa na zero miles, nao ina kama miles 700 hivi. Sijui itachukua miaka mingapi kufika mileage 80 maana sinaga safari zaidi ya kupeleka watoto shule na kwenye sport. Keep it mpaka ifike mileage hizo then bye, bye. Hakuna kitu sikiwezi kama stress ya kupoteza pesa garage. Yani mimi bora niendeshe tu kitoyota chenye mileage ndogo kuliko range yenye mileage kubwa nipasua kichwa. Hizo gari itakuwa faida ya biashara unamalizia garage au mshahara unaishia garage. So please, msihadaike na hizi range za watu maarufu, huwa wanaregreti wana kuzinunua after very short time. Wewe tafuta gari ambayo haijatembea sana, ili usevu pesa yako. Hizi gari za luxury, kama huna hela kuinunua ikiwa na mileage ndogo, tafadhali usinunue, la sivyo unaenda kumaliza hela zako zote garage, special gari zinazoitwa range Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika madada huyu Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram, akiwachana hawa mastaa ambao mara nyingi wamekuwa wakinunua magari ya aina ya renji kwa ajili ya show mitandaoni, lakini magari haya ameweza kusema kwamba yamekuwa ni ya wizi kutokea huko South Africa na amekuwa akiletwa bongo, na no wasanii wakubwa amekuwa akiamiliki hapo. Unaweza kuona amemtaja Esma, lakini pia hichi kipindi utakumbuka pia hata Harmonize pia aliweza kununua Range, lakini pia Chief Golove ambaye no mara nyingi kiteka akiteka highland sana kwa ajili ya kununua magari mm, yenye bei bei naye pia aliweza kununua range lakini pia ikumbuka hapo nyuma tuliweza kuona moja kati ya post ambayo ameweza kuishare ama naweza kupitia page yake ya Instagram ni gari aina ya Defender, akimtunuku mpenzi wake ambaye alikuwa ni wa zamani, lakini kwa sasa wameamua kurudia na tena, na huyu si mwingine ni Kajala. Lakini huko nyuma kuna gari ambayo aliweza kumpatia aina ya range ambayo alitaka Kajalawani, ambayo pia aliweza kumtunuku, lakini kwa sasa tuioni, pengine kweli amepaki ndani gari hii na ndio maana hatuioni kivile. Labda magari haya kweli yanaweza kuwa ni headache sana, yanaweza kukusumbua kichwa na pale unaponunua yakiwa na mileage kubwa. Kwa hiyo mwanadada huyu Mange Kimambi ameweza kutoa ushauri kwa watu wasihadaike ama kushangazwa ama kushtushwa na posti hizi za watu maarufu wakimiliki renji, lakini renji hizi zimekuwa eh, zinapoteza pesa nyingi sana huko garage hasa pale pindi zinapoharibika. Yapa ni Blue House Dax Media yapi mwaniako kuhusiana hili hapa swala ambalo ameweza kuliibua mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia peji ya Instagram. Mi naitwa Daud Alexander Scodrizi.